umeacha alama nzito katika historia ya Afrika kutokana na matukio ya mauaji na ghasia yaliyowahi kutokea katika mataifa mbalimbali. Ingawa kila tukio lina historia yake, kwa pamoja inaonyesha changamoto za usalama, mgogoro wa kisiasa, na mivutano ya kijamii ambayo mara nyingi huathiri raia wasio na hatia. Nchini Rwanda, Oktoba 1990 ulianza kuwa mwanzo wa mfululizo wa mauaji na chuki ya kikabila iliyokuja kulipuka mwaka 1994. Nigeria kupitia tukio la Lekki Toll Gate la Oktoba 20, 2020, ilishuhudia mauaji ya waandamanaji wakati wa harakati za End SARS. Msumbiji Oktoba elfu mbili kumi na nane ilikumbwa na mashambulizi ya waasi Cabo Delgado yaliyosababisha vifo vya raia na maelfu kimbia makazi. Afrika Kusini imewahi kurekodi visa vya mauaji vilivyohusishwa na chuki dhidi ya wageni xenophobia, katika Oktoba za miaka mbalimbali. Sudani na Ethiopia pia zimerekodi mashambulizi ya kikabila na mauaji ya umati katika kipindi hiki, kutokana na migogoro ya ndani. Bado mwezi ok Oktoba umeshikilia rekodi katika matukio haya makubwa ulimwenguni. Tanzania pia imerekodi katika hali hiyo ya matukio mbalimbali mbali, makubwa katika mwezi Oktoba. Kwa ujumla, Oktoba unabaki kuwa mwezi wa kumbukizi ya machungu, lakini pia wa mafunzo, ukitukumbusha umuhimu wa amani, utulivu na ulinzi wa utu wa binadamu barani Afrika. Je, rekodi hii itakuja kufutwa Oktoba ya mwakani, ili matukio makubwa yasiweze kutokea tena katika mwezi huo Oktoba, hasa machafuko ya kisiasa, vita vya kikabila, chuki ya ndani, yaani ya wenyewe kwa wenyewe, na mambo mengine ambayo yatasababisha vifo vingi kwa watu katika mwezi Oktoba? Hii ni ripoti ya Midia wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.